Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Ndugu wananchi, baba wa Taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliwahi kusema kwamba serikali ni sheria. Hakuna kitu kinaitwa serikali bila sheria. Na sheria zikishaundwa ni lazima zifuatwe zitekelezwe. Zoezi tunalolifanya leo, linalo engeza uwazi uhakika na urahisi wa kuzipata sheria ni hatua muhimu ya kimkakati katika kulinda na kuendeleza misingi ya utawala bora na utawala wa sheria nchini. Vilevile ni sehemu ya jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali katika kurahisisha utoaji wa haki nchini. Sambamba na hili, serikali imeimarisha uwekezaji wa kimiundombinu na rasilimali watu ili kurahisishia wananchi kupata huduma za kisheria. Tumeshuhudia uwekezaji wa miundombinu ya mahakama katika ngazi mbalimbali mbali, pamoja na kuongeza rasilimali watu, hatua zilizochangia kuanza kupungua kwa muda unaotumika kukamilisha mashauri mahakamani. Katika hatua nyingine, tumeimarisha huduma za msaada wa kisheria kupitia kampeni mbalimbali mbali, lakini kuna kampeni maarufu ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid ambayo tumeweza kuongeza uelewa wa masuala ya kisheria kwa Watanzania. Kwa hiyo hii nayo ni hatua muhimu ambayo inaeneza uelewa wa sheria, lakini kuhakikisha wananchi wetu wanapata haki zao kama wanavyostahili. Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.